Nam, mpenzi mtazamaji wa Bright Views Romantic Channel, karibu katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, na kukumbusha kusubscribe ku like, ku comment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Kwa nini wanaume wanaongoza kwa usaliti? Mpenzi mtazamaji, uhusiano wa kimapenzi ni jambo gumu sana, japokuwa watu huwa tunaliangalia kwa urahisi, lakini ni jambo gumu sana, na ugumu wake unatokana na ukweli kwamba mwanaume aliyezaliwa na kulelewa katika mazingira tofauti anakutana na mwanamke ambaye naye amezaliwa na kulelewa katika mazingira mengine tofauti. Sasa wawili hawa wanaanza ukurasa mpya wa maisha, kila mmoja akiwa na historia tofauti kabisa ya huko alikotoka. Sasa unategemea itakuwa rahisi hawa watu wawili kuishi bila msuguano? Jibu ni hapana. Kwa lugha nyepesi, hakuna uhusiano wa kimapenzi ambao hauna changamoto, na changamoto kubwa ni usaliti. Nimeshawahi kueleza huko nyuma na naendelea kueleza kwa, hakuna kitu kinachoumiza katika uhusiano wa mapenzi kama usaliti. Ni ukweli kwamba licha ya usaliti kuwa ni jambo baya katika uhusiano, bado watu wanaendelea kusalitiana kila kukicha. Wanandoa wanasalitiana, wachumba wanasalitiana, na hata wale ambao wapo kwenye hatua za awali kabisa kuelekea kwenye, kwenye uchumba nao wanasalitiana. Si ajabu hata wewe mpenzi mtazamaji, siku chache zilizo pita umesaliti au umesalitiwa. Ukweli huu ni mchungu sana, ambao ni lazima tujadiliane kuhusu namna gani ya kuukomesha. Sasa utafiti usio rasmi unaonyesha kwamba japokuwa wanawake na wanaume wote wanasaliti, idadi ya wanaume wanaosaliti ni kubwa kuliko wanawake. Sasa kama ulikuwa ujui, jua kuanzia sasa. Moja kati ya sababu ambazo zinawafanya wanaume wengi kuwa wasaliti katika mahusiano yao ya mapenzi ni tendo la ndoa. Yani, sababu kubwa inayowafanya wanaume kuchepuka ni kukidhi tamaa zao za kimwili. Utafiti uliofanywa na mtaalamu wa masuala ya kimapenzi Dr. Tammy Wilson wa nchini Marekani unaonyesha kwamba wanaume ambao wanatimiziwa haja zao za kimwili mara kwa mara bila vikwazo vya aina yoyote ile, wana nafasi ndogo sana ya kusaliti ukilinganisha na wale wanaopata haki yao ya ndoa kwa mbinde na kwa jinsi miili ya wanaume ilivyoumbwa kadri mtu anavyokaa muda mrefu bila kushiriki tendo ndivyo tamaa za kimwili zinavyoongezeka, na kama akishindwa kuwa makini, anaweza hata kutembea na house girl, wakati ndani anaishi na mke mrembo mwenye sifa zote. Sababu nyingine inayopelekea wanaume kuwa wasaliti katika mahusiano yao ya mapenzi ni tabia zao mbaya tu. Yani mtu tu anakuwa na tabia mbaya, kwa sababu ukiachana na wale ambao wanasaliti kwa sababu hawana jinsi, lipo kundi lingine la wanaume ambao kihulka wana tabia mbaya. Atapewa kila kitu anachokihitaji kwa mkewe, atahudumiwa kimwili, kiakili na kihisia, lakini kwa sababu ana tabia ya kupenda danganyi kufanya mambo kwa siri na kukosa uaminifu atasaliti tu, na watu wa namna hii wanakuwa na matatizo ya kisaikolojia . Mara nyingi huwa hawadumu katika uhusiano, hata kama ni mwanamke anakuwa mvumilivu kiasi gani hawezi kudumu naye. Sababu nyingine ambao inapelekea wanaume kutokuwa waaminifu katika mahusiano yao hata kufikia hatua ya kusaliti ni kukosa kujiamini. Anaishi na mke wake au mpenzi wake mwenye sifa zote nzuri, lakini moyoni mwake hajiamini, anahisi ipo siku mwanamke atamkimbia na kwenda kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo kukitokea ugomvi kidogo tu ndani, anakimbilia kutafuta mwanamke mwingine pembeni, akijidanganya kwamba hata kama mke wake atamkimbia atakuwepo mwanamke mwingine wa kumfariji. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea wanaume wengi kuwa wasaliti katika mahusiano yao ya mapenzi katika kipindi kinachofuata tutaendelea kuangazia sababu zingine zinazowafanya wanaume wawe wasaliti katika mahusiano yao ya mapenzi hii ni Bright Views Romantic Channel na kukumbusha kusubscribe kulike ku comment lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi mimi na wewe tukutane katika kipindi kinachofuata asante